Spark Light TV. Benki ya Biashara Tanzania TCB imezindua kampeni mpya ya kitaifa iitwayo Toboa Kidijitali yenye lengo la kuhamasisha matumizi ya mifumo ya kisasa ya miamala ya kifedha na kuongeza ujumuishi wa kifedha nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo wa kampeni hiyo leo jijini Dar es Salaam, kwa niaba ya afisa mtendaji mkuu wa TCB, Adam Mihayo mkurugenzi wa wateja binafsi na wafanyabiashara wadogo na wa kati, Bi. Lilian Mtali amesema benki imewekeza zaidi ya shilingi milioni mia mbili katika kampeni hii kama sehemu ya kurudisha kwa jamii, na kampeni hii kabambe ya Toboa Kidijitali, ambayo tumewekeza thamani ya kutosha kwa kuanzia, kama nilikuwa nimeongea kabla kwenye spichi yangu kwamba hii ni mwanzo na mwendelezo wa mengi ambao mwaka huu tutafanya lakini katika msimu huu wa miezi minne tulitenga takriban zaidi ya milioni mia mbili kwa ajili wa ya zawadi hizi mbalimbali ambazo tutawapa washindi watakaofanya miamala kadhi ya vile ambavyo tumeweka kwenye vigezo na masharti. Kwa hiyo kuna washindi watakaojishindia iPhone 16, kuna washindi watakaojishindia gari aina ya Gary, Arizona, Mazda, bodaboda boxer na bajaji, na kila mwezi tutakuwa na washindi kwa hiyo hii kampeni na kiasi kilicho kitenga ni kwamba kitakuwa kinafanyika kila mwezi ko, kila mwezi tutakuwa pia tunawakaribisha kwa ajili ya kuhakikisha mnashuhudia mwezi huu ni kina nani ambao wameshinda, nani kashinda iPhone, nani kashinda boxer au bajaji. Ko, tutaenda na kampeni hii kwa miezi minne kama nilivyosema awali. Ko, ni kiasi cha amount ambao tumeona turudishe kwa jamii inaotuzunguka turudishe kwa wafanyabiashara wetu, lakini turudishe kwa wateja wetu ambao wamekuwa wakifanya miamala na pia ni dhima ya kuhakikisha kwamba tunazidi kuhamasisha wananchi wa Tanzania kutumia miamala na kufanya biashara kwa kutumia teknolojia mpya, kwa sababu ukienda huko kwenye nchi za wenzetu, unafika benki unadhania kwamba benki haina wateja, kwa sababu wengi wanafanya miamala wakiwa kwenye shughuli zao, ili kusudi tuweze kutenga thamani ya muda kutoka ofisini kwenda mpaka benki, kwa sababu muda ni pesa. Kwa hiyo tukianza kuwa na desturi na karakta ya kutumia miamala zaidi kwenye kidijitali ina maana pia tutaongeza muda zaidi wa ufanisi kazini na utaongeza uchumi wa nchi. Kwa upande wake, Afisa Mkuu wa Huduma za Kidijitali na Ubunifu wa TCB, Jesse Jackson, amesema kampeni ya Toboa Kidijitali inatoa fursa kwa wateja kujishindia zawadi mbalimbali zikiwemo gari aina ya Mazda, simu ya iPhone 16 Pro Max, bodaboda -boda na bajaji kila mwezi kwa kipindi cha miezi minne. Katika banking sector, uh, kumekuwa na mageuzi makubwa sana ndani ya miaka mitano iliyopita. Takwimu zinaonyesha uh, 2020 miamala iliyokuwa inafanyika kidijitali ilikuwa ni milioni uh, 14.5, lakini mwaka jana 2024 miamala hii imeweza kuongezeka kwa asilimia 45 mpaka kufikia miamala milioni 21 Tanzania sasa inafanyika kidijitali. Uh, kwa thamani Uh, miamala yenye thamani ya trilioni 9.5 2020 inafanyika kidijitali, na miamala hii imeweza kuongezeka mpaka kufikia trilioni 16.7. Hili ni ongezeko la asilimia 77. Kwa hiyo kwa kweli, uh, tunashukuru Central Bank kwa kuendelea kuja na initiatives mbalimbali na mbali, mba mazingira wezeshi kiona vitu kama tips, uh, Tan QR vimeweza kuleta hii impact ambayo tunaiona leo lakini pamoja na mageuzi hayo, bado miamala um, mingi inafanyika kwa kutumia cash. Zaidi ya asilimia 90 ya miamala Tanzania bado inafanyika kwa kutumia cash. Maana yake bado kuna uhitaji mkubwa wa kuja na kampeni ambazo zitawaelezea Watanzania umuhimu wa matumizi ya kidijitali, na sisi kama TCB bank kweli tuko mstari wa mbele kwenye hilo na ndio maana leo hii uh, tunazindua kampeni hii uh, wateja wetu wakitumia huduma za kidijitali kwanza uh, ni gharama nafuu, lakini pia watakuwa muda wao kwa sababu hawatapaswa kuja branch na ni salama ukiangalia. So, huduma zetu za kidijitali uh, tumezitengeneza kwa namna ambayo usalama wake ni wa hali ya juu sana. Sasa kama wateja wetu wataweza kufanya mambo yao kidijitali, basi wataweza kunufaika na faida hizi na lengo letu kwenye kampeni hii ni kuhakikisha angalau asilimia 90 ya miamala yetu inafanyika kidigitali.